Karibu sana kwenye video hii muhimu. Kama umeomba kazi serikalini kupitia sekretarieti ya ajira, hii ni taarifa ya dhahabu kwa ajili yako. Lakini zaidi ya kusoma majina, tutaangalia hatua za kuchukua, ushauri wa kitaalamu, na namna ya kutumia tangazo hili kukuza safari yako ya ajira. Tangazo hili limetolewa na katibu wa Sekretarieti ya Ajira tarehe 23 Juni 2025 na linahusu wale wote waliokuwa wamefanya usaili kati ya Aprili 24 hadi Mei 25. Majina ya waliofaulu yametajwa na wote waliopangiwa vituo vyao vya kazi wanapaswa kupakua barua zao kupitia akaunti yao ya ajira portal sehemu ya my application. Kumbuka bila kuchukua barua hiyo hautaruhusiwa kuripoti kazini. Hatua za kuchukua. Je, je, umeona jina lako? Fanya hivi: ingia ajira poto, tembelea akaunti yako my application, pakua barua yako ya kupangiwa kazi. Chapisha barua hiyo, hakikisha unayo kwa maandishi hard copy. Nenda na vyeti vyako halisi kuanzia kidato cha nne na kuendelea, hakikisha unavyo. Fika kwenye kituo cha kazi kwa wakati uliotajwa kwenye barua yako. Tahadhari: Ukichelewa kuripoti bila sababu ya msingi, nafasi yako inaweza kutolewa kwa mwingine. Ushauri wa kitaalamu: kupata kazi ni hatua ya kwanza, lakini kudumu na kung'ang'aa katika kazi ndicho kipimo cha mafanikio. Ushauri wangu, jiandae kisaikolojia na kimaadili. Utumishi wa umma unahitaji uadilifu, uvumilivu na kuheshimu taratibu na kuheshimu taratibu. Fahamu majukumu ya kada yako, usisubiri kufundishwa kila kitu. <coughs> Tafuta mwongozo wa majukumu mtandaoni na pia tengeneza taswira nzuri kazini. Zingatia muda, mavazi, lugha na mwenendo wako. Tafuta mentors au watu waliokutangulia kwenye sekta yako wa kusaidia kuepuka makosa. Kwa wasioitwa kazini, hakuna jina lako kwenye tangazo? Usivunjike moyo, badala yake fanya hivi. Tathmini CV yako. Je, inakidhi sifa Boresha barua ya maombi personalize, kila barua kwa kila kazi. Jifunze maswali ya usaili na majibu bora. Jiandaye kwa fursa zinazokuja, tangazo linaeleza kuwa nafasi nyingine zitatolewa. Kumbuka, serikali ya Tanzania huwa haina mapendeleo, ila inahitaji maandalizi makini. Kama umeitwa kazini, hongera sana. Tafadhali like video hii, subscribe na share kwa rafiki zako, ili na wao wapate mwanga huu. Kama hujaona jina lako, endelea kupambana. Kila jaribio ni hatua moja mbele. Kama unahitaji msaada wa kuandaa CV, barua ya maombi au maandalizi ya usaili, acha maoni hapa chini, lakini pia jiunge na grupu letu, link ipo katika sehemu ya description ya video hii. Karibuni na asanteni.